Karibu tena katika mifululizo ya masomo yetu yanayokujia moja kwa moja kutokea hapa The Living Empire, mipango ya Biblia na uwekezaji. Kuna maswali tunaweza kujiuliza. Je, yeah. Mungu ana mpango gani kuhusu uwekezaji? Je, yeah tunaweza kuwa waaminifu kiroho huku tukipanua mali zetu? Au je Mungu anatamani tuwe matajiri? Hebu tujifunze pamoja vitu vichache unatakiwa kuvielewa. Namba moja, Mungu anapenda maendeleo na uzalishaji. Biblia haikuzungumzia tu maisha ya kiroho bali imezungumzia maendeleo ya kiuchumi. Mungu alipomuumba Adamu alimpa kazi, kazi ya kulima na kutunza bustani ya Eden. Hii inaonyesha kuwa Mungu ni Mungu wa kazi, ni Mungu wa uzalishaji na Mungu wa ukuaji. mbele Yesu aliutoa mfano wa talanta katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 25 fungu la 14 mpaka fungu la 30. Yesu alielezea mfano huu kwa mtu aliyewapa watumishi wake talanta. Yule mtu aliyewekeza akazalisha mara mbili alisifiwa na kutoa sifa njema, yule aliyeficha na kurudisha ile moja alihukumiwa. Hii ni picha ya uchumi kabisa. Mungu anataka tuongeze kile alichotupa, vipawa na maarifa na rasilimali na pesa, anataka viongezeke. Namba tatu, mistari ya hekima ya uwekezaji. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 21 fungu la 5, mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri. Kitabu cha Mithali 13 fungu la 11 inasema, mali ipatikanayo kwa haraka hupungua kwa haraka bali mali ikusanyayo kidogo kidogo huongezeka. Hii ni falsafa ya uwekezaji wa muda mrefu, siyo njia za mikato. Acha kusubiria njia za mikato, wekeza kwa muda mrefu, utayaona matokeo mazuri. Namba nne: mfano wa maisha ya Yusufu. Mkakati wa kiuchumi. Uh, Yusufu alipopewa mamlaka ya kiuchumi Misri hakufanya miujiza ya chakula kutoka mbinguni. Aliweka hakiba ya vyakula kwa muda wa miaka saba kabla ya njaa. Uwekezaji ni sehemu ya maandalizi ya nyakati za kiangazi. Unapopata fursa ya kupata fedha unapaswa kuiwekeza kwa ajili ya mikakati ya muda mrefu. Namba tano: Mungu ndiye anayetoa uwezo wa kutajirika. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye uwezo wa kupata utajiri. Hii ni ruhusa ya mbinguni ana ndoto kubwa, mipango mikubwa na uwekezaji mkubwa wa maana. Biblia sio kitabu kwa ajili ya maskini, ni kitabu chenye hekima, na hekima hiyo inatuongoza kwenye uwekezaji, inatuongoza kwenye uzalishaji. Hekima hiyo inatuletea ufanisi wa kweli. Hebu hamka sasa, weka mipango yako, tafuta maarifa na anza kujenga kesho yako kwa misingi ya neno la Mungu. Kama umeelewa, umependa na unatamani tuendelee, subscribe, share na comment, na wekeza kwa hekima ya Mungu. Achana na masuala ya kujiunga na vikundi visivyoeleweka, wekeza kupitia hekima ya Mungu. Kwaheri kwa sasa, tukutane kwenye mafanikio. Asante.